Leo wanangu nguvu wanangwa badi watu wanajua kazi inafana amazing zaidi mazi. Nashukuru sana kwa supportia nyumbani, na bila yenye se singeweza kufika sehemu ambayo nimefika. Alafu mnanifanaji simu tamu. By the way, ukiniangalia hapa niko na laska, laska. Niko yeah, na Alaska, yes, niko na Paul. Na kwa kweli mambo mengi sana yamehappen na mimi nilisema everything, but still mambo mengi ndio kila jambo. So, Niko hapa na Laska vile tumesema, na Paul. Na kwa kweli Laska ana mambo mengi ya kusema. Kando na hivyo amesema kweli bwana yake yani nyumbani aje kabisa sana. Kando na hivyo, ameenda na maisha. Mm. Eh, last time pia yeye kuna venye pia alinipandisha mori, mm. Eh, sikuwa na expect anabie vivo mm. Then vitu mm. zenye alikuwa anasema zingine zilikuwa za uongo yenye singeweza kubali aseme kani kapo na mbele yako pia mm. Okay. Mm. Wow. Anyway, so Laska kuna vitu vingi sana viko moyoni mwako, na wewe mwenyewe umesema kwa kweli eh, una ubaya. Umekuja tuketi chini tuweze kuongea tuweze kuona vile mambo yatakuwa na vile mtasolve issues zenu, because unajua e, eh, we started everything on camera, so you want it e, uh, ishia hapa kwenye camera, sio kweli? Yeah, nataka yeah, kila kitu ishi hapa kwa camera mimi, mm. Hata sitaki vita, Paul, nataka tu tutu tukae tu chini tuongee, like nataka tu ile life tulikuwa tunaishi. Unajua, hata juzi nimekuja kugundua by the way, tukianzia relationship tulikuwa na mapenzi sana, hadi tulikuwa tumefungua like tu, ni, mimi kwetu mi ni msichana peke yangu Uh, na tuko na boys na kwetu wakigawa shamba lazima dem pia upewe part yako mm. So mimi nilipewa part na shamba ikauzwa na nikagawiwa pesa yangu like, I was given 500000 nikakuja juu, napenda bwanangu, nikasema hizi pesa juu hata tuki like, atwezi buy a good part of nikasema to cha, to, to save the money, alafu maybe tukipata pesa zingine tuongezee zijae tununua met you, you told me that you do, you have no money okay? Kando na kusema you have no money you said kuwa kuwa hata kukula ni shida. oa0atmbeangga So, nitoe hata kama ni 500 shillings mm. At least tuweze kubai. Utoe wapi? Nitoe kwa hiyo hiyo online like, kwa hiyo lock like, savings account at least ingefunguliwa after two days, at least tunge buy food kwa nyumba sasa. So, kwenda kufungua hiyo line kuangalia nika uh, nikapata hakuna, there is nothing like hakuna kitu kwa hiyo account na tulikuwa tume save. Paul uh, let me ask you you you a question you know I don't want to judge you, um, I don't don't want want to to judge say what she's saying is tr the truth. Sindio? Yeah. Yekuuliza Paul. Is that true? Walizaga shamba nyumbani kwao? Yeah, 500,000 mkasema mwezi kuuza kwa lock saving account. Ndio angalau mfanye hizo vitu zote. Hiyo na ni kweli. Nili suggest tufungue hiyo lock saving account. Mbona basi tulifungua alafu ukarudi ukachukua hizo pesa ukatoa? Mbona unanitesa like seriously? Ningekuwa nataka kutumia hizo pesa ningetumia huko peke yake, singekuambia tumeuza shamba, lakini juu ya mapenzi nikakuja nikakwambia, kama weka mume wangu Mbona unanifanyia hivi? Ulitoa bila ruhusa yangu, ruhusa yangu. Si ungekuja kunikalisha chini uniambia kuna kitu imefanyika nataka tufanye hivi na hivi, mbona huku nihusisha? Mbona na pesa ni zangu, usi ati ni zako Eh, after emergency nilitumia hiyo pesa juu pia kuna day yenye pia mtoali kwa mgonjwa wako anaweza nini, so ikabidi nitoe pesa kwa pale kwa fixed account. Mbona unge niambia? Mbona huku niambia? Bro, you haven't usisha, pesa ni yangu. Mbona huku ni usisha? Mbona huku niambia pesa ni yetu? So bro, you haven't answered my question. My question is, so you don't have that money, ama uliweka kwa account nyingine different after kukutumia kama emergency? Did you get, did you try level best kuzitafuta tena ukazirudisha kule kule ama what did you do? Hizo pesa ziko, ni venye tu sana, nimezitransfer kwa account nyingine ili Mbona, mbona uli transfer, uli transfer pesa bila ruhusa yangu? Ama uli transfer ndio uende kutumia na watu wengine na pesa ni yangu? The reason nilizi transfer kwa hiyo account yangu ndio ile, line ile line zingine si ilikuwa inasumbua, ukitaka ukita kutoa pesa ilikuwa zingine ilikuwa inasumbua. Ulikuwa uli unataka pesa gani ambazo, mzee? Unataka kutoa pesa agree pesa nini na tulikuwa tumeagree tutatumia hiyo pesa? Ulikuwa unataka kutoa ya kufanya nini? Kwa hiyo, kwa hiyo account nyingine ilikuwa ni uh, bank nyingine mpya nilikuwa imefunguliwa, nilikuwa ukiweka pesa huko interest ilikuwa inapanda la ukiwekeshukolika naandinimbona ukuniambia mbona ukunihusisha? Yes, uku uku mika mke wako mbona?

sheria mkononi. Ulinua shamba ama hiyo pesa kusaidia wewe mwenyewe? Hii ni familia yako. You get my point. So, there's no way unaweza fanya hizo vitu zote bila yeye kumtaarifu. Unaona? Kunihusisha pesa ni no yangu. By the way, ungekuja uniambie, my wife, tukae chini tuongee, nataka tufanye hivi na hivi, nataka tu transfer pesa tupeleke huku kwingine. mbona ulinificha? Pesa ziko hata sasa, hiyo tukienda kwa account tutazipata pesa ziko, pesa zijapotea, pesa ziko, pesa ziko zijapotea. So uko very very sure? Ah, niko very sure, pesa ziko, haziwezi kuwa zimepotea. Ziko wapi? Kwa nini zipotee? Kwa nini zipotee? Na mimi nilitoa kwa fixa account nikazipeleka huko, ni za transfer huko. Pesa ziko wapi? Ametuonyeshe basi kama amesema, evidence ziko. There is no any person who is a fool here, okay? Na bro ukisema kweli, singetamani tuwe na kuita hapa tunakaa tunaongea vitu ambavyo have make sense. Hata watu watachoka kukufuatilia, kunifuatilia, because watakuwa kama wanaona wana si sindiyo? Mm. You know Bro, mimi siezi ni furaha yangu kuona kila wakati umekaa chini tunaongea kitu iishe, na iishe haraka. Pesa ziko wapi? Mm-hmm. Atuambie tu kama alitransfer hizo pesa ni sawa, basi ziko wapi, na utupe evidence pesa, pesa ziko, pesa ziko kwa account. Like, like hmm. Unatakuta daktari? Hey, unataona daktari? Ah, mimi sijui daktari, mimi sijui daktari mwenye anasema. Afanya basi fanya kitu unataka. Fanya kitu utafanya, tuone kitafanyika. Fanya hiyo kitu unafanya hiyo. Tuone kitu kitafanyika. Kwa hiyo utafanya nini? Kwa hiyo hizo utakujifika pale ubadilike. Ni nini sijaifanyiwa? Ni nini sijaifanyiwa? Sika pale ubadilike. Ni sijaifanyiwa. Basi kama mimi unitie huyo daktari, unitie huyo daktari. Daktari ni nani? Hapana. Who the hell that daktari? Sijali wewe, enda fanya kitu unataka kufanya hiyo. Akmba pesa ziko na nataka kusikia. Pesa ziko, pesa ziko. Ju, namwambia pesa ziko na nataka kusikia, kwa nini nataka huyo daktari akuje hapa aniambie pesa zilienda wapi. Pesa ziko kwa account, sikia shauri yako. Ya nini? Punguza kiburi. You know, you are not supposed to raise the voice for no good reason. You know, we were just talking smoothly tukiwa tumekati shini. Sasa ushaanza kuinuka, ushaanza kuongea kwa sauti mshangu. Hii yani, na ona mpaka, hmm? na yani beta tunisaidiwe na huyu daktari Haizikwa naongea hivyo na nishamwambia pesa ziko kando na nini. So evidence okay. Leta evidence. Leta mm. evidence. Leta evidence kuonyesha pesa ziko. Angoja nabadaniangoja hadi weekend ifike weekend, so weekend unafaa ifike hapa bro, mimi nilo ndio open account. So lazima niongee na management do nikuja na hiyo yeah. bank statement kwanza for now tachil kwanza. You know the way you're behaving is not right. It's good Okay. Okay. Okay. It's our own money. Ni okay. Ni yeah. Okay. Mm. Uh, uh, mjanja. mjanja. Beto tu uniti oyo daktari. Mimi hapa hapa na na... Mr. Weza. Mr. Weza, Mr. Weza bro, you know, I don't want us to maybe kuenda njia zingine mingi refu. Na na we waste a lot of time, bro. So you uh, you she, huh? you have mm. the the the the money? Ah, pesa hiko. Then why you Why raising raising the voice? I'm raising the voice because the way she's talking. Naongea uchungu nasikia. mingirefu bro anasema ujui daktari, sindio? mm. no problem bro, no problem bro. I don't want to waste my time here, because unajua the mona ongea na mtu kama huyu na mbaya. Naona uh, kabisa akona kiburi zaidi bro, the way you're behaving, trust me. Ebuka <laughs> buka hiyo <your> kamera bro <laughs>